Hujambo na karibu mtazamaji wa Global TV, karibu katika amka na magazeti. Leo ni tarehe kumi na nne Disemba elfu mbili na kumi na saba. Mimi ni Catherine Kahabi ambapo tunazidi kukuhabarisha kupitia kurasa za mbele na nyuma za magazeti katika kukujuza yale yanayoendelea eh, katika ulimwengu huu. Tuko na wadhamini wetu Vodacom ambao wanakuja na kifurushi cha pindua pindua ambacho unakipataje mtazamaji, unabonyeza nyota 149 nyota sifuri moja, kisha alama ya reli. Baada ya hapo, mtazamaji unakwenda namba nne, ambapo unakutana na kifurushi cha pindua pindua ambacho kinakuwezesha wewe kupata unit ambazo unaweza ukaviz, ukazipindua vile utakavyo. Ukipenda unaweza kuzipindua kutoka kwenye SMS kwenda kwenye dakika ama kwenye dakika kwenda kwenye MB na kuweza kuperuzi kupitia kifurushi cha pindua pindua. Miongoni mwa magazeti niliyonayo hapa mezani nina gazeti la Amani, mtazamaji maji nina Nipashe, nina Mwananchi, nina Habari Leo mtazamaji, mm, nina Mtanzania, nina Bingwa ni na gazeti la Mwana Sporti. Hayo ni magazeti ya leo ambayo eh, tutayachambua hapa, na tukianza na gazeti la Amani. Hapa katika ukurasa wa mbele kuna habari imeandikwa, msanii wa bongo movie amtumia bwana yake picha chafu za vuja na mbali, na Babu Seya Papi, bwana wa Wema naye atoka gerezani. Babu Seya Papi, kupotea kwa wiki mbili, mabilioni ya dakwa airport Dar es Salaam. Habari zote mtazamaji, zinapatikana katika ukurasa wa tatu na wa wa gazeti hili. Lakini tukigeuza upande wa nyuma wa gazeti hili e, tunaona kuna habari inasema ulokole wa muna wasengenywa kidoa adaiwa kurudia ufursa kutoka Morogoro. Mke amfanyia unyama mumewe, amfungia chumbani usiku kisha atoweka. Habari hii mtazamaji, inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Amani na mtazamaji, wa Global TV bado tunaendelea na hapa nina gazeti la Nipashe, ambapo kuna habari imesema, baba mwana walivyouawa wa kinyama mbele ya watoto mtazamaji. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa kumi, pamoja na utata mamilioni kunaswa airport. ni yale aliyoyafichua John Pombe Magufuli, endelea ukurasa wa pili. aliyeshinda ya kumrithi ubunge Nyalandu kortin habari hii mtazamaji inapatikana katika ukurasa wa tatu, na tukiangalia katika upande wa nyuma wa gazeti hili la Nipashe eh, Gundu Messi. hii habari hii mtazamaji, eh, inapatikana katika ukurasa wa tatu. Yanga Simba FC Zapeta Draw CAF kuanza na vinara wa Shelisheli. Mtazamaji, habari hii eh, inapatikana katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Nipashe. Na tukienda kwenye gazeti la Mwananchi eh, kuna habari inasema Rais Magufuli atangaza kiama kwa benki kampuni za simu machungu matamu elfu mbili na kumi na saba ni ambao wameshuhudia mikakati mikubwa ya kulinda rasilimali za nchi. Ulikuwa na matukio ya watu wasiojulikana ambao wameteka na kufanya mauaji. Mtazamaji, habari zote hizi zinapatikana katika ukurasa wa pili, ukurasa wa sita wa gazeti hili la Mwananchi na tukiangalia katika upande wa nyuma wananchi michezo Simba shughuli pevu, Yanga iko pazuri. Mtazamaji, wachezaji Kill Stars waibua mapya Dar es Salaam. Habari zote mtazamaji zinapatikana katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwananchi, na tukiangazia tena kwenye gazeti la habari leo eh, wafungwa wawili wakuta wake watoto wamekufa. John Pombe Magufuli aipa BOT maagizo mazito. Mtazamaji wa Global TV, habari hii eh, inapatikana katika ukurasa wa nane na tukiangalia kwa upande wa nyuma wa gazeti hili la habari leo Michezo, Yanga na wa misheli, kumradhi, Yanga na wa Shelisheli, wa Simba um, CAF, Zanzibar Heroes ina kazi kwa Uganda. Habari zote hizi mtazamaji zinapatikana katika ukurasa wa 31 pamoja na ukurasa, ukurasa wa 28 wa gazeti hili la habari leo na mtazamaji wa Global TV sasa, tunaangazia tena kwenye gazeti la Mtanzania ambapo habari kubwa iliyopamba gazeti hili eh, hujuma mchana kweupe, John Pombe Magufuli afichua madudu NHC sekta za fedha. Habari hii mtazamaji inapatikana katika ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu na ukurasa na upande wa gazeti hili upande wa nyuma wa Mtanzania michezo, eh, wanaume kazini hapa tunaona Yanga vs St eh, Louis pamoja na Simba. Habari mm, hii mtazamaji inapatikana katika ukurasa wa 23. Labda hapa nikusomee eh, habari kidogo inasema, mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara Yanga watazindua kampeni zao za mechi ya awali ya kutafuta nafasi za kufuzu katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika kwa, kwa kuvaana na St Louis Sunshine United ya Shelisheli, huku Simba imepangwa kuumana eh, na jnamri ya dboat katika mchuano ya kombe la shirikisho habari hii mtazamaji, inapatikana katika ukurasa wa 29 wa gazeti hili la Mtanzania na tukiangazia kwenye magazeti ya michezo hapa tunayo Bingwa. Habari kubwa inasema Asante Kwasi huru Simba ni baada ya kubainika mkataba wake magumashi, Lipuli waja juu, wakaa vikao siku nzima. Habari hii mtazamaji, inapatikana katika ukurasa wa pili. Huku Yanga, Simba kuanza nyumbani CAF 2018 habari hii mtazamaji, inapatikana katika ukurasa wa pili pia wa gazeti la Bingwa. Na tukiangalia huku kwa upande wa nyuma

habari inasema Itano Gage Ronaldo aitamani tena BBC Madrid. Mtazamaji, habari hii inapatikana katika ukurasa wa 23 na tukiamia tena katika gazeti la Mwanasport ambalo litatufungia ama kutuhitimishia hamka na Global TV kwa asubuhi ya leo inasema umoja akitua tu Mzambia ana saini ngoma tambwe wapindua meza. Habari hii mtazamaji, eh, inapatikana katika ukurasa wa pili huku wakali wa kupoteza EPL. Inapatikana katika ukurasa wa kumi na tano Simba Yanga kazini, wanayo Afrika. Habari hii mtazamaji inapatikana katika ukurasa wa pili, huku tukiona pembeni bado kuna ile e, kampeni ya mrudisheni Azori ni siku ishirini na nne hajaonekana, tunaomba serikali isaidie kupatikana kwake. E, huyu ni mwandishi wa kampuni ya Mwananchi na tukiangalia uh, upande wa nyuma wa gazeti hili la Mwanasport inasema burudani na mitindo. Hapa tunaona stori kubwa inasema ishu ya GOP ipo hivi. Habari hii mtazamaji, inapatikana katika ukurasa wa ndani. Na gazeti la Mwanasport kwa siku ya leo limetukamilishia Amka na Global amka na magazeti lakini mtazamaji, kuendelea kupata eh, vipindi vizuri kama hivi, amka na Global, amka na magazeti, exclusive interviews za mastar tofauti tofauti, breaking news, vipindi kama All This Gold, vipindi vya, da, vya Global, beauty and styles, vipindi vingi makala mpaka home, pamoja na habari na hadithi nzuri kabisa za kusisimua zinazotungwa na mtunzi mahiri Eric Shigongo Eh, ambazo zinapatikana katika mfumo wa audio ama sauti, pamoja na mfumo wa maneno. Usiache kudownload application yetu ya Global Publishers inayopatikana kwa wale wanaotumia simu za iOS na simu za Android, mtazamaji, na bila kusahau vipindi vyote vya Global TV vinapatikana katika application yetu hii ya Global Publishers. Mimi ni Catherine Kahabi, nyuma ya kamera ni naye James Range.